Majirani kama watatusikia tunajira ishu kama hii, watanielewaje? Mimi wataona mimi sina machungu na binti yangu. Yani inakuwaje, wewe ushavunja ndoa ya mimi na, sikujua sasa. Ndoa iliyovunjika tena inawezekana tena watu wakaoana kweli? Huyu ambaye mchumbaku mligombana juuziao, akikupigia simu au ukionana naye, mwambie ulikuwepo msibani. Mini mwambie ulikuwepo msibani. Mimi nataka sikujua, umeona wapi Sio Tanzania, duniani mtu ambaye uko jela anaoa? Alafu wewe una mwaga yule, kwa sababu mimi na hasira naye, natamani nimpiga hata mabao. Miranda alikuwa kwenye msiba na alikuja, mimi nimeonana naye sawa, lakini ipo siku kabisa mimi nitaondoka sasa ya. Leo, yani leo sasa ndo nimeamini kweli Mama Kubwa, umebadilika, wewe ndo unanitoa out <laughs> kuja, maana umebadilika mama. Nimebadilika kidogo. <hums> <hums> ambie siri zangu nyingi ambazo ulikuwa hujui hata okay. Naona kile kinyumba cha kule nani? Mimi tajiri, mama wakubwa mimi, Pizzo tajiri. Kwanza ujue kwamba sikupaswa si kuishi Tanzania kabisa. Kabisa. Kabisa. Kabisa. Kabisa. Kabisa. Karibu na Obama mekaa pembeni pale Trump hapa mm -hmm. Maisha. Na sasa hi mimi mepiza bongo nimekuwa kama mpumbavu fulani. Na leo umenyoa kidogo umekuwa. Japokuwa sura bado inange, na siku zote nakuambia Mama Kubwa. Mwanamke mzuri ni yule anayeona mme wake kachafuka, afu anamwambia we, kaoge ka, ka, okay. Kama anampiga mume wake sio mimi Umeona, bora umwambie kuwa uko hapa, si ndio? Kajuaje uko hapa? Wa kunusanusa nini? Kwa nini asinuse baa zingine ajenuse baa ambayo wewe uko? Nimekuja kutafuta baa na leo kwa usalama wako tunaondoka. Siogope mm. Sikiliza kwanza, wewe umenikuta na habari zangu na wewe umekuja na habari zangu. Umeelewa? Kwa hiyo, kwa nini wala nini? nini. Ngoja kwa nini umekuja na mwanaume, mbele yangu, rafiki yangu?

Mekanayo tokea asubuhi saivi? Simoni metoka nje, narudi simoni. Atakuwa kaelekea, hujamuona huku? Hajatoka, kuna maeneo mengine Ilibana gesi kwa maana ni geibana. Nawaulizani kwa mara ya mwisho, huyu mwenzenu kaenda, hamjui? Saa hivi hamjui? Si mmesema kapata dharura? Mwenzetu kapata dharura, unapigiwa simu bila mtu wako. Sisi hatujui dada, mbona tumekweleza dada. nauiem

Namaanisha mume wangu alikuwa nimekaa naye hapa tokea asubuhi tumekaa hapa mimi na yeye. Ghafla nimetoka nje, nimerudi simuoni. Na katika uchunguzi wangu nilioufanya nimeambiwa hajatoka nje wala wapi. Kwa hiyo yuko humu ndani. Ana matatizo ya akili labda. Unasemaje? Ni kwamba kidogo ana upungufu wa akili mpaka apotee. Unaona matatizo yake? Hapana, mimi niko sawa sawa. Nakwambia nimepotelewa na mume wangu hapo nasema na matatizo ya akili, ana matatizo ya akili hii si basi, wana simnauza vinywaji simnauza vile vile. Sasa napokuambia kapotea, unaniulizaje kama na matatizo ya akili? Nahitaji kufanya search, mguu wako mguu wangu, natafuta chumba kimoja baada ya kingine, taratibu.

Usinifanye mimi mtoto mdogo nafahamu kila kitu. Wewe kunidhalilisha mimi kiasi hichi kweli? Wewe kwenda kutembea na rafiki wa baba zangu wanne Milanda. Ese. Wewe, yule si babako. Si babako mzazi yule. Unaniuliza swali. Usikilize basi. Nini lakini? Mm-mm. Usinishikeshike mimi nimeolewa kwanza. Huko hapo. Hiyo habari yako kuisimamisha barabarani, unanishika shika hapa mmeongo kitokeo nataka nifikirieje? Milanda, mimi nimekukosea. Usinishike bwana. Hebu niachie bwana. Hebu ni niachie so ba eh. Hey. Hey, ni hey, sasa unashikaje hivi barabarani na wewe? Wewe, hebu uone kwa barabarani bwana, niachie, niachie kwanza, niachie tuongee sasa. Na siku nyingine ukiniona barabarani usinishikeshike kama

Samani kwa kukusumbua, udada na matatizo kidogo, a kuna vitu fulani nataka kuhakikisha kwa kwako. Samani sana kwa kukusumbua.

Kida da uso starabu kabisa, ni kafunga mlango wazi. Umechoka kitu gani? Unachoka nini? Siwezi kusumbua. Unachoka nini? Kwanza ni nani? Nini, guest gani anafungua saa hizo? Guest gani anafungua saa na gesti inayoruhusiwa hapa Tanzania kufunguliwa? Ni utaratibu wenu, ni utaratibu wenu. Alafu kama ukijua kwamba mume wangu pale alipo amelewa, amelewa yako ni moja. Ina maana kulichokuleta hapa mjuu ni nini? mmepata hapa. Ina maana watu wakikabana, mmezoea nyinyi ndio mnakuja kuingilia. nimekaa huko sijaripo mundani. nini unataka, naomba uondoke. Kwa watu wakikabana tu wao, nyinyi mnakuja kuingilia. hivi kweli, Miranda amediriki kunifanyia mimi hivi? Siamini kabisa. Miranda anaenda kuolewa jamani. Kati anajua fika kabisa mimi nampenda na mimi ndo mtu ambaye nataraji kufunga naye ndoa. <laughs> Najua ni kuambia kitu kimoja, shemeji. Una tabia moja ya kupanic ghafla. Sio na panic, shemeji. Hivi wewe unategemea Miranda ameolewa mimi nitakuwa katika hali gani? Hivi kwa akili yako na kuingia kabisa akilini? Yaani ile swali la kuingia akilini. Miranda anaweza kaolewa wewe usijue wala mimi nisijue? Shemeji. Nisikilize mimi, shemeji, nani, na usikilize mimi shemeji na niamini Milanda amenunisha mpaka pete yake ya ndoa, na amenitamkia mwenyewe kwa mdomo wake. Hivi wewe wewe unaweza ukanunua pete ukavaa hapo mkononi ukamwambia mtu umeoa na? Sasa shemeji, utafanya wewe Mito, kwa sababu gani? Mtu amenitamkia kwa mdomo wake na amenihakikishia kabisa kwamba ameolewa, na ndio maana apoke simu zangu mimi. Uliza wewe unaweza ukanunua pete au huwezi kununua pete ukavaa? Shemeji, hicho kitu mimi naona kitakuwa kigumu. Yaani Milanda atakuwa ameolewa kweli, na ndio maana apoke simu zangu mimi. Milanda hajaolewa hajaolewa mi nakwambia, heshimiji endelea kumtetea wewe, si unamtetea, lakini mi nakwambia ukweli ndio huo. Halo, leo umefika. Sawa basi, nakuja nakuja sasa hivi, nisubiri hapo kama dakika kumi, kumi na tano nitakuwa nimefika. Amna siko mbali mami, nakuja sasa hivi. Ah, aya poapoa Huyo Miranda nipige simu, nimesikia sauti ya Miranda kabisa. Miranda wangu wewe, ch nataka nenda nikaongea naye issue zetu ajuaj kike. kwa nini? umesikia sauti kama Miranda? na Miranda kabisa. Nishamaliza tugani, nataka ufungue hapa. Unafungua. Usifungui, usifungui tena tena. Kusumbua kote na kufungua milango yote na kusumbua wateja? Ndio namtafuta. Hata ndio anatafuta, unasema nakatafuta hivyo? Una akili timamu wewe? Kwa sababu ni mara ya kwanza ulizingua. Eh, sawa pale kitu kimoja hadi mwanzo kwanza, alafu ndio kazi. Sawa. Hiyo eh, ni kazi nyingine kama nilivyokuambia. Fanya hivyo nilivyokuelekeza. Toa hela kwanza afu uone kazi inafanyika vipi. Sawa. Sawa. Mimi. Sasa mimi nimekuambia kuna kazi, kwa hiyo kuna mawili naweza nikarudi au niseme hivi. Amkonta. Pole miko na project. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Kwa hiyo mawili naweza nikarudi au nisirudi. Sawa. Sawa, kama nilivyokuambia, 50-50 naweza nikarudi au nisirudi. Sawa mami. Kwa hiyo sasa, hiki chakula nichopika, sio? Hapana, hapana, nitakula tu, lazima hapa nyingi mzee, lakini ninapajua kwamba nina uhakika ni hapa Shida na za au vijana utapeli, pita pita kwenye nyumba kuja utapeli. Hapana mzee, mimi na heshima zangu bwana, siwezi kufanya mambo hayo. Labda nikuonyeshe uhakiki mwenyewe, binti yenyewe ni huyu. Sio melanda huyu, unamfahamu? Mwambie huyu ndio nataka rangu ya kazi. Subiri. Hey. ajifanya king'ang'anizi a najua yaani anaweza akaja kakufanya kitu kibaya wewe akarudi tena jela jambazi poa sio jambazi ila ni mkatili yaani nakwambia mkatili ni mkatili haswa. I don't care. Mimi najua wee unataka eh? nachukua wa uwelewe uwelewa, nachokwambia. Nimekwambia yule ni mume wangu, sasa wewe jifanye unataka kuleta mapenzi ya, ya, ya, ya kwenu, atakachokuja kufanya yule, narudia tena kwambia, atakachokuja kufanya yule, usilaumiane. Haiwezekani Melanda afunge ndoa, mimi na we hatujui Melanda kaolewa. ah, kama unakataa, huyu hapa kwenye kamera, huyu Melanda ameolewa huyu. Huyu sio Melanda, huyu sio Melanda. Mimi nikuulize wewe, mama yake kama unaniulizaje? Mimi najua utakuwa unajua tu, utakuwa unajua mama yake Usio, Melanda ndo yeye, mme wangu. Na hii kamera umeipata? Kuna kijana amekuja nayo yuko nje hapo, anadai picha zake hizi alizompiga hizi, anamdai Melanda aje amlipe. Nimekutana naye getini hapo. Kwa hiyo yuko nje, yuko nje? Ondoka bwana hapa, kudai nimekuja kudai hela yangu hapa. Hela yako na mdai nani? halo usika na isha ile, sasa unamwona yupo hapa, yupo ndani huyu, vipi? Hebu tuondolee bwana hiyo taaluma yako. Ndio hivyo inapokutuma kwamba upige watu picha na kuanza kutembeza mtaani? Aondoke tu hapa. Mimi mzee, mimi naenda kufuta hii kazi, tafute jinsi ninavyotukia wazungu. Usinge baki hapa mpaka muda huu. Nani wewe? No, miong si nikwambie haya ah. Samahani, naondoka hayo haijulikani, barua imekuja lini, mahali imetolewa wapi? Nimepata pesa ya mtoto, pesa ya matumizi ya mtoto. Kwani kuna shida, mke wangu? Hakuna shida hata kidogo. sasa sasaaaakichwaan tuajuana katika kazi zetu baba. Yule mzee amesema hana shida, hayo mambo ya sherehe ya mahali ya barua yote ataleta. Sikiliza sasa, sikujua haya mambo yote, tutaongea kwanza. Tuchukue maji nini, wewe nini? Afu, baba, ungejua huyo mzee ndo anaelisha huko ndani, ndo anayekuvalisha, ndo anayenunua dawa zako zote, utotu msinge msemea vibaya.